Salamu sana mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaitazama miujiza aliyoifanya Yesu Kristo, na katika miujiza hii tumekuwa tukipata vitu vingi vipya vya baraka sana. Sijui kwa upande wako, lakini mimi najifunza vitu vingi sana kupitia miujiza hii ya Yesu Kristo nami nitumaini langu kwamba na, na wewe utajifunza na kupata kitu kipya kupitia miujiza hii leo. Tuangalie muujiza mwingine ambao unapatikana katika Injili ya Mathayo sura ya kumi na tano kuanzia mstari wa thelathini na mbili. Yesu akawaita wanafunzi wake, akasema nawahurumia mkutano kwa kuwa yapata siku tatu wamekaa pamoja nami wala hawana kitu chakula tena kuwaaga wakifunga sipendi wasije wakazimia njiani wanafunzi wake wakamwambia tupate wapi tupate wapi mikate mingi hapa nyikani hata kushibisha mkutano mkuu namna hii Yesu akawaambia mnayo mikate mingapi? Wakasema saba, na visamaki vichache. Akawaagiza mkutano waketi chini, akaitwaa ile mikate saba na vile visamaki, akashukuru, akavimega, akawapa wanafunzi wake, nao wanafunzi wakawapa mkutano Wakala wote wakashiba, wakayakusanya wakayaokota masazo ya vipande vya mikate, makanda saba yamejaa. Nao waliokula walikuwa wanaume elfu nne bila wanawake na watoto. Akawa, akawaaga makutano akapanda chomboni akaenda pande za Magadani. Amen. Pendwa mtazamaji wangu wa MHAE TV, hapa tunakutana na muujiza mwingine aliyoufanya Yesu Kristo. Muujiza huu ni muhimu sana kufuatilia na kuona, ni muujiza wa pili katika miujiza ya kualisha watu wengi. Kama unakumbuka tulishaona muujiza ambao alilisha watu elfu tano kwa mikate mitano na samaki wawili. Uh, leo anawalisha watu elfu nne ana, tunakutana na muujiza mwingine anawalisha watu wanaume elfu nne Elfu nne hapa ni wanaohesabiwa, ni wanaume. Kama ni wanaume elfu nne sasa kulikuwa na wanawake na watoto, kwa hiyo yawezekana hapa idadi ilifikia mpaka elfu kumi na moja labda hivi akawalisha mikate minne na samaki wachache. Hapa katika muujiza huu anaonyesha kwa wanafunzi wake mambo ya kuwashangaza, asema mbona hm, tujapata kuona namna hii. Yesu anawaambia wao, walitaka Yesu awaage watu waende lakini Yesu akasema, nimekaa nao siku tatu kwenye hii semina. Kwa hiyo kiwaaga, watazimia njiani, kwa hiyo lazima wa tuwape chakula. Wakasema, tutapata wapi mikate mingi ya kuwashibisha watu hapa nyikani? Lakini Yesu akasema, mnayo mingapi? Akasema, tunayo saba na visamaki vichache. Akasema, nipe. Akachukua, akabariki, akamega, akawapa wanafunzi, wakawapa watu Watu wakala wakashiba wakasaza wakaokota yale mabaki wakajaza vikapu makanda saba, kama makanda ni kama maboksi, maboksi saba yamejaa mikate. Kwa hiyo walikula na kubakiza huu. Uh, ni muujiza tena, nimesema wa pili katika muujiza ya kuharisha watu wengi. Katika muujiza huu tunaona kwamba Yesu ni chakula cha uzima. Ukiwa na njaa, mwendee yeye, atakushibisha. Yeye ni chakula cha uzima lakini, Yesu ukiwa na kiu, anasema mimi ni maji yaliyo hai. Kwa hiyo kinywa hayo, hayo maji hufi milele na baki salama hayo, kwake ni salama, kwake ni mambo yote. Njoo kwa Yesu. Kuna uzuri, kuna kushiba, kuna shida. Kwa Yesu ni kutamu sana. Njoo kwake, akuweke huru, mbali na njaa, mbali na kiu, mbali na magonjwa, mbali na mambo kadha wa kadhaa. Njoo kwa Yesu, kuzuri sana, ni kutamu sana. Mungu wa mbinguni akubariki, tukutane tena katika kipindi kijacho, tuangalie muujiza mwingine, lakini nikutakie